Eh, nchi yetu ya Tanzania, je, imeingia rasmi kwenye dhiki kuu au kuna namna ya kuyaponya majeraha haya? Nitafafanua zaidi hapo mbele lakini, kabla nataka nikuwekee klipu hii. Hii ni klipu ya zamani, lakini inaweza ikawa inafanana sana na kilichoendelea ambacho kinaweza kikawa kinaonekana kwenye bibilia kwamba kilipoonekana hivyo ilikuwa ndio dhiki kuu kwenye taifa hilo, kwenye wilaya hiyo, kwenye nchi hiyo. Hebu sikiliza hii klip, alafu baada ya klip na kusomea maandiko yafuatayo. Mama ni rais wa nchi hii sio kwa sababu mlipiga kura, na sisi tumo. <laughs> Tumo na hii tumo lola, ni nini imeandikwa hivi katika kitabu cha Daniel 11 mstari wa 31 na kuendelea, inasema na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unajisi mahali patakatifu, ndiye ngome nao wataiondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Kabla sijaendelea kusoma hapa mbele, nisingetaka nifafanue sana ya maandiko, ningetaka uyasikilize kama yalivyo na yafafanue kama yalivyo, lakini nataka, huwa napenda sana ufahamu kitu kinachoitwa chukizo la uharibifu. E, kwamba litasimama chukizo la uharibifu. Wengi wanajua nili mnyama fulani aina liko kama nyati, liko kama nyoka. Kiukweli, mwanadamu fumba masikio unavyofumba utakuja kufahamu. Chukizo la uharibifu ni mambo yenye kuudhi sana, yenye kuumiza sana. Lakini mamlaka fulani itakuwa inalazimisha watu waseme ni amani, ni salama, ni mazuri. Chukizo la uharibifu ni vitendo vyenye kuudhi vyenye kuumiza ambavyo watu watakuwa wakilazimishwa waseme: hivyo vitendo ni kulinda amani, hivyo vitendo ni maendeleo, hivyo vitendo ni salama. Haya mengineyo, Mungu mwalimu na muhukumu. Kama we nili mnyama fulani ni, sawa ila, mi najua walipotajwa wanyama hata kwenye kitabu cha Ufunuo walipotajwa wanyama ni wanadamu waliokuwa na roho ya wanyama, sio wanyama specific. Yani limnyama litainuka, ni mwanadamu. Kwa mfano Yesu Yohana aliposema uzao wa nyoka, yani we, wenye roho ya nyoka, yani nyoka ni wanadamu walikuwa wanaambiwa, lakini wanao wanaoendesha mambo kama vile nyoka wenye mioyo wenye namna kama za nyoka. Haya chukizo la uharibifu ni, ni hilo. Niendelee sasa mstari wa 32, na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza, lakini watu wamjuwao Mungu wao watakuwepo na watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Ndio maana inawezekana, naona hali inatisha. Kuna watu wanasema Mbarikiwa uki ukipotea ni salama. Kwanza, siwezi kuwa salama kama tu Mungu atapenda aku, mimi ni, niwe salama. Lakini mbili, huwa napenda hata kumwambia mke wangu kwamba katika nyakati hizi Mungu aliruhusu, watakuwepo hodari, watakuwepo na kuna kazi watakuwa wanafanya na watu watakuwa wanajua hawa, pamoja na hatari na mambo kuwa hivi, lakini hawa wanaendelea na wajibu wao wa kuwakumbusha watu kuikumbusha jamii kwamba nyakati kama hizi pia zilitabiriwa zilikuweko, lakini bado wito wa matengenezo, wa maridhiano, wa mazungumzo, wa marekebisho ambayo baadhi yatagharimu upoteze cheo ulicho nacho, na hata baadhi watapoteza uhai walio nao ili wapishe ili waruhusu maridhiano. Kuna baadhi watalazimika kuachana na cheo walicho nacho ili wapishe, ili waruhusu maridhiano, waruhusu makubaliano ma, kuponya majeraha, na kuna wengine watapata hasara ya uhai wao. Naendelea kusoma, naendelea kusoma. huu ni wito na pia uweze kuwajua, watakuwepo watakuwepo watakaokuwa hodari na kutenda mambo makuu wanaompenda Mungu. Mstari wa thelathini na tatu sema na hao walio wenye hekima katika watu watafundisha wengi, hata hivyo wataanguka kwa upanga na kwa moto na kwa kufungwa na kwa kutekwa nyara siku nyingi. Kwanza watakuwepo mbili, watakuwa wakifundisha wengi, yaani nyamaza potea Ha, neno la Mungu ndiyo dawa, yaani katika kitu tu ambacho ambacho mimi naamini mpaka dakika ya mwisho, siku mbili tatu tano kabla ya kupotea kabisa machoni pa watu, kutakuwa na neno la, la Mungu, nitakuwa nimezungumza la kuitisha maridhiano ya kweli, kuitisha mazungumzo ya kweli ambayo yanaonyesha kabisa kama kuna nafsi umeziua onyesha utalipa nini badala ya nafsi hizo eh, hey, onyesha utalipa nini yaani, ili wenye nafsi hizo wafarijike. Kama usingeweza kulipa chochote, ungefahamu hakukuwa na haja kuua. La, malipo ya kuua nafsi yapo, na hayo ndo yanaweza kuwa maridhiano ya kweli na pengine namna yoyote nayoweza kueleka vizuri. Mungu akinipa neema kufafanua maalipo ya nafsi za watu takuja kuyafafanua, lakini kumbuke sipo kwa ajili ya mapambano, nipo kwa ajili ya kutoa elimu, kwa sababu wenye hekima watakuwepo katika nyakati hizo, nao watafundisha wengi. Sasa nyakati gani zitakuwa na mambo gani? Naomba nikusomee kwa kuendelea kidogo. Sasa kwa kuendelea kidogo, mstari, e, mstari wa 34 basi watakapoanguka watasaidiwa kwa msaada kidogo, lakini wengi wataambatana nao kwa maneno ya kujipendekeza, na baadhi ya wenye hekima wataanguka ili kuwatakasa na kuwasafisha na kuwafanya weupe, hata wakati wa mwisho, kwa maana ni kwa wakati ulioamliwa ambao haujaja. Naye mfalme atafanya kama pendavyo, naye atajitukuza na kujiadhimisha juu ya kila mungu naye atanena maneno ya ajabu juu ya Mungu wa miungu, naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia, maana yaliyokusudiwa yatafanyika. 37 wala hata ijali miungu ya baba zake, wala yeye aliyetamaniwa na wanawake, wala hata mjali mungu awaye yeyote maana atajitukuza mwenyewe juu ya juu ya Mungu awaye yote, maana atajitukuza mwenyewe juu ya wote. Lakini katika mahali pake atamheshimu Mungu wa ngome, na Mungu ambaye baba zake hawakumjua atamheshimu kwa kwa dhahabu na kwa fedha na kwa vito vya thamani na vitu vipendezavyo. 39 Naye ataziteka nyara ngome zenye nguvu, ataziteka nyara ngome. Ukumbuke kule, wenye silaha watakuwa upande wake hapa mwishoni. Ataziteka nyara ngome zenye nguvu, kila mamlaka yenye nguvu ndani ya wilaya hiyo, ndani ya jamii hiyo, ndani ya nchi hiyo, kila ngome kila ngome yenye nguvu ataiteka nyara. Kwa njia gani? Kwa njia gani? Kwa msaada wa Mungu mgeni. Na yeye atakayemkubali atamwongeza kwa utukufu, naye atawapa kumiliki wengi. Atakayekuwa na mkubali atamwongeza kwa cheo na utukufu, naye atawapa kumiliki wengi, ili wawe upande wake Da wow, upande wake naye ataigawa nchi kwa rushwa. Nasoma Bibilia, inaweza ikakuudhi sana, inaweza ikakuudhi sana, ukasema Mbarikiwa, we tumekukataza kusoma Bibilia kwenye vitu vinavyofanana maisha ambayo watu wanaishi, tumekukataza somaga Bibilia mahali pengine. Kwa bahati mbaya mi Bibilia yote naminigi ni neno la Mungu lenye makusudi ya kuwaongoza watu ili wasiumie leo au wakati fulani baadaye. Mimi ni juacho ni hatari, lakini ukweli ndio huo Ma. Yesu alisoma maandiko kulingana na matukio. Anafika mahali Galilaya na wanamkaribisha anatafuta mahali palipoandikwa kulingana na tukio linatokea jambo fulani, anasema hili ni kama ilivyoandikwa kulingana na tukio. Kwa hiyo ikiwa nimegusa Mungu wako nimegusa e, chakula yako, na usingetaka maandiko ya wema kwenye Bibilia, kwa sababu aya unayosoma popote ulipo unaweza ukayasoma na ukaona iko hivyo, sijaongeza kitu Swali ni looji ni hili, Tanzania nchi tuliopewa na Mungu, imeingia rasmi kwenye dhiki kuu au kuna namna ya kuponya majeraha haya? Uzoefu unaonyesha ya kwamba namna kadha wa kadha zinaamini kuponya majeraha ni kufanya mabaya zaidi kwa walio na majeraha. Sasa mtakapokuwa mnafanya mabaya zaidi kwa walio na majeraha, hiyo ndo dhiki kuu. Narudia tena sentensi hii, namna na uzoefu ambao nimeona siku za karibuni, e, vyombo ama mamlaka zinazoona zinaweza kudhibiti kilio, maumivu, machozi ya watu, nimeona ni kama plani pekee walizo nazo ni aidha kuwaua au kuwateka au kuwatesa au kuwatia gerezani wenye machungu wenye majeraha wenye maumivu, au wanaweza wakawa wanasema kwa niaba ya wenye maumivu. Alimadamu njia pekee iliyobaki ni hiyo ya kutatua wenyewe wanasema ni wanatatua wana, wana wenyewe wanasema wana ndio wanalinda wana amani, au wanachochea amani. Namna kama ni hiyo, ni hiyo, iliyobaki ni hiyo, basi naomba mwelewe, hii ni dhiki kuu katika nchi ya Tanzania. e kuna watu ambao wanajua dhiki kuu ni kitu cha dunia. <laughs> ni kitu cha dunia yote dhiki kuu. Kuna watu wanajua dhiki kuu ni kitu cha dunia yote dhiki kuu. Kwa mujibu wa Bibilia, italipata taifa lenye chembe chembe za haki, ambalo lingekuwa kimbilio, ambalo lingekuwa kivuli cha mataifa mengine yote hilo taifa lingekuwa kivuli, kwa sababu katika taifa hilo watakuwemo watu ambao watakuwa wanaishi maisha na kuhamasisha haki, ambayo haki hiyo ungekuwa msingi wa uponyaji na salama ya nchi husika na dunia kwa ujumla. Ifahamike Tanzania ndiyo iliyo na wahubiri walionyoka katika njia ya haki hata katika mazingira magumu na hatari, na mfano akiwemo huyu anayeongea na wewe sasa. Huyu acha tusimfafanue sana, lakini mbili, Tanzania ni nchi iliyojaliwa ardhi, hali, mazingira, milima, madini, maji, mimea, wanyama ambavyo vinaweza vikailisha dunia yote. Sasa hiyo inanena kama mwenda wazimu. Kwa hiyo nguvu zote za shetani amewekeza sana katika nchi, anaweza akawa amewekeza sana katika nchi ya Tanzania. Kuna vitu unaweza ukaongeza ufahamu. Nikusomee kwanza ya mstari wa 21 hiyo Danieli 11, namna anavyoweza kupatikana atakayekuwa mpinga Kristo, na baadhi ya mambo atakayoyafanyafanya unaweza ukavifananisha. Mimi nasema haya kwa sababu wanaambia, hata mke wangu kwamba nafsi yangu inaniambia hata kama na uawa ni uwawe nikiwa nimejitahidi sana kuwaonyesha watu. Kuna watu wanaweza kuwa wanasema sasa hapa watu wataji kusikiliza hata hayo mambo yote marefu, watu hapa wanalia lete suruhisho mi, wanajuaga ili suruhisho litokee lazima tujue pia nyakati tulizo nazo, wakati tuliopo unafananaje na, na Bibilia? Kwa sababu kuna watu wakati fulani ilipokuwa nazungumza nizu, habari ya hii, ni dhiki kuu hii inaweza ikawa dhiki kuu kabisa kumaandiko hayo wayaone hivyo lakini, kadri siku zilivyokwenda, walienda kuona mimi nilipo uliwa mtoto, nilipo uliwa watoto wangu wa jirani wengine, na mateso kufungwa gereza na mateso mengine mengi. Kuna watu wengi wameniona, waliniona sina hekima lakini pengine siku zimeenda, ni kama wengine wengi sasa huko wanasema ndugu zetu wameuawa kwa njia hii, kwa njia hii, kwa njia hii, kwa njia hii, kwa namna hii, wametekwa, wamepotezwa. Watu wengi wameanza kujua kwamba hapana, hata yule mtu hakuwa na kosa kivyo, kwa sababu sisi mpaka ndugu zetu wanauawa wanapotezwa kwa kosa gani hasa? Halikadhalika mambo ya dhiki kuu, watu wengi wameendelea kuyafahamu pengine kulingana na upana wa matukio yanayotupiga wengi wakifahamu haya inawezekana. E, Biblia inasema ufahamu ni chemi chemichemi ya uzima kwake aliye nao. Mimi ni ufahamu mimi nina nguvu. Mtu akifahamu sawasawa, anaweza kuchukua hatua stahiki. Kwa hiyo, pole nimekuzunguka na kupotezea muda, lakini huenda ndio itakufanya uchukua hatua stahiki. E, ni kusomea katika mstari wa 21 Danieli 11, nasema kisha badala yake atasimama mmoja mtu astailie kudharauliwa, ambaye hawakumpa heshima ya ufalme, na atakuja wakati wa amani, naye ataupata ufalme kwa kujipendekeza. 22, na wale wenye silaha mfano wa gharika watagharikishwa mbele yake na kuvunjika na mkuu wa maagano pia. Hayo tafsiri mwenyewe na, na baada ya maagano, na baada ya maagano, baada ya maagano atatenda kwa hila, kama kwa uzuri, lakini kwa hila maana atapanda, naye atakuwa hodari pamoja na watu wachache wadogo wakati wa amani atapaingia mahali palipofanikiwa sana pa wilaya hiyo. Imetaka tuufahamu sio pa dunia hiyo, pa wilaya hivi hiyo. Na ukumbuke hiki ambacho sasa ni nchi, miaka ya nyuma sana kilikuwaga mikoa, kilikuwaga mikoa, kilikuwaga wilaya, kilikuwaga miji, kikawa wilaya, kikawa mikoa, kikawa nchi, kikawa bara ndio kinachounda dunia kwa inapotajwa wilaya zipo nyakati unayoweza ukawa naijua nchi ilikuwa wilaya, lakini pia hapa nataka ufahamu kwamba haizungumzwi dunia yote, inazungumzwa nchi kipande fulani wilaya hiyo. Haya, tuendelee. Pa wilaya hiyo naye atatenda mambo ambayo baba zake hawakuyatenda wala babu zake. Atatawanya kati yao mawindo na mateka na mali. Naam, atatunga hila zake juu ya ngome, hata wakati ulioamriwa. Naye atachochea nguvu zake na ushujaa wake juu ya huyo mfalme wa kusini kwa jeshi kubwa mno lenye nguvu nyingi, lakini hatasimama, maana watatunga hila juu yake, naam walao sehemu ya chakula chake watamwangamiza, na jeshi lake litagharikishwa na wengi wataanguka wameuawa. Sasa inawezekana nimesoma ambacho nitakiita mafungo swali so, langu tu limehoji hali ilivyo katika nchi yetu Tanzania hii ndiyo dhiki kuu? Au tumeingia rasmi kwenye dhiki kuu? Kuna namna za kuyaponya haya majeraha yaliyo kwenye moyo haya, au namna pekee iliyosalia ni anayelia, anayeonyesha kuumia, anayelalamika, anayeitisha mazungumzo kwa njia sahihi ambayo ndo ina, ina majibu sahihi, huyo kuonekana anaondoa amani, huyo kuonekana ni mchochezi. Basi ikiwa watu wanaolia, wanaolalamika, wanaoumizwa, wanaoonewa, wanaoitisha maridhiano na mazungumzo kwa njia ya kweli kabisa, sio ya hila, wataendelea kuwindwa kuwawa kutekwa kuteswa kutafutwa popote walipo dunia, naomba mfahamu hiki, mtakachokuwa mna fes, hata kama mimi sitakuwa hai, hiki mtakachokuwa mna fes, hii ndiyo dhiki kuu, na baada ya hapa hukumu ya milele ya Mungu inateremka. Toe wito kwa ambao nanufaika sana na kulia kwa watu ambao mnalinda, mnasifia ili hali dhamiri zenu zinawasuta, lakini mnasifia. Nasema nasifia tu kwa hila kiida. Tumetubu au tutatubu au mchungaji ametu ametuongoza kutubu, amesema utusamee kwa Mungu ametusamee. Kutubu sio huko kutubu sio hivyo inaoneka. Unaonaje mtu akimuua mtoto wako, alafu akasimama kwenye mitandao akasema nimetubu mimi kwa kumuua mtoto wa fulani, utajua hiyo ametubu au ni samehe? Utasema nimekusamehe. Kusamehe kusame, ni kutochukua hatua kama mtu huyo alivyokutendea lakini kusamea kuondoi kunungunika kulia na kuomba kisasi kwa Mungu. Basi kama sivyo, Mungu mwenyewe hasamei mpaka leo, anaandika makosa ya Waisraeli ya miaka elfu sita iliyopita. Hata sisi wahubiri huwa tunarudia kusema makosa ya wale watu waliowahi kufanya miaka elfu mbili elfu tatu elfu tano iliyopita. Hiyo ni tafsiri yake kwamba kusamea sio hivyo kutubu sio hivyo. Mimi ninachojua, hata mnaoonekana kucheka, hakuna aliye na raha. Njia za kitaalam, njia za wataalam, njia za vyombo vya kijeshi hazina maridhiano ya kweli, hazina suruhisho la kweli. Sisi tunaonekana kuisoma Bibilia ilivyo, nawezekana tunalojibu la nini kifanyike. Anyway, asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliaye kutoka mafichoni, anasema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Hili mtu atakayeteswa, takayefungwa, takayeuawa ama afaye katika Bwana tangu sasa apate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.